Baada ya familia ya mwanaharakati na mtaalamu wa mitandao Rose Njeri kuandaa maandamano ya amani kushinikiza mahakama kumwachilia kwa dhamana baada ya kukamatwa Ijumaa wiki iliyopita. Tunataka nini? Tunataka Njeri! Sasa ni afueni kwa mwanaharakati huyu baada ya mahakama ya Milimani kumwachilia kwa bodi ya shilingi laki moja ambapo kesi yake itasikilizwa tarehe ishirini mwezi Juni.

Rose Njeri alikuwa amekamatwa kwa mashtaka ya kuunda tovuti inayowezesha wananchi kupinga mswada wa kifedha wa mwaka 2025-2026, upande wa mashtaka ukibaini kuwa mtandao huo uliathiri utendakazi wa tovuti ya bunge. Aliyekuwa jaji mkuu David Maraga akikashifu hatua ya mwanaharakati huyu kukamatwa Ijumaa wiki iliyopita na no kufikishwa mahakamani hii leo akisema kulikuwa na njama ficha kumtesa.